wa kathratu al-ishaat wa tanaqul al-maalumat duna tathabbut, lakini pia katika mtihani ambao tumepewa leo hii ni watu wanachukua habari na mazungumzo pasina ya kuzifanyia uchunguzi na kuthibitisha habari hizi zikoje.

Kaida hii msingi huu umekuja kuhifadhi umma na jamii kwa ujumla wake, kutokamana na fawdha, mizozano mbalimbali, lakini kutokamana na fitna ambazo zinaweza zikaenea kwa watu na kwa jamii. Faqala subhanahu wa ta'ala,

Fulani, pahabari, fulani, katha, katha, hibi na jambo fulani anataka kuwapa habari kwamba fulani limetokea kadha limetokea kadha hivi na hivi. Allah anatuambia hii habari kabla hamjaichukua na kwenda kuifanyia kazi na kuisambaza, fatathabatu, ifanyieni uchunguzi, uchunguzi tena wa kina, an antusibu qauman bijahala ili msije mkaharibu umma, ili msije mkauangamiza umma watu fulani kwa ujinga, aiko kutokuwa na elimu ya kufanya uchunguzi wa habari hiyo, alafu mwishoe na kuweje? Allah anatwambia fatusbihu ala ma faaltum nadimin ikawa baadaye, mshazisambaza habari sana tu, zishaenea mitaani, zishafanywa kazi, alafu baadaye mnakuja kujutia kwamba ala, zile habari kwa nini hatujazifanyia uchunguzi? tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Hadhihi alaya ibada llah, aya hii ni msingi ambao ni mkubwa mno

Mpaka mnafanya hivyo, mpaka isije ikatokea kwa Muislamu, muislamu asije akaingia katika dhulma, kisha dhulumu ndio mnaanza kujutia. Sasa uislamu unakuja na kaida hii, aya hii Allah anatupa tahadhari, ili muislamu asije akajiingiza katika dhulma au asija akatawanya maneno ambayo hayana uhakika, au asija akakata ile cheni ya mapenzi baina yake na watu wengine, au ukweli wake usije ukakatika katika jamii, basi asija akawa haaminiki tena katika jamii. Na ndugu zangu Waislamu, mambo haya huwa yanakuwa na, na hatari kubwa mno. Kam min ishaatin damarat al-usra, ni habari ngapi ambazo zimeenezwa kwa sempuli hii? Zimeenda zikatawanya tawanya familia familia, wakawa na magomvi chungu mzima, kwa sababu ya habari ambazo wamezifanyia kazi pasina ya wao kuzifanyia uchunguzi.

Ni maneno mangapi yamechukuliwa pasina ya kufanyiwa uchunguzi? Maneno hayo yakaenda kufisidi na kuharibu mafungamano ya watu na yakaenda kupoteza haki za watu. Ndugu zangu wa Islam, tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam

Wa fi riwayatin kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha kulla ma samia, yamtosha mwanadamu au mtu kuwa mgongo au kupata madhambi, yamtosha yeye kupata madhambi kwa lipi? Mtume anatuambia juu ya yeye kuhadithia na kutawanya

si chombo cha habari ambacho kinaeneza chuki kwa watu, kinaeneza mizozo kwa watu, kinaeneza magomvi kwa watu. Mwislamu si chombo cha namna hiyo, bali huwa sahibu aqli wa basira, bali mwislamu ni mtu ambaye yatakikana mara nyingi atumia akili mno

atathabutu min almasdari. Kwanza kabisa lazima ufanyie uchunguzi, lazima upeleleze na ufanyie uchunguzi, uangalie kwa makini sana almasdar, chimbuko la hizi habari zimetoka wapi na kwa nani na kazi sema kwa mnasaba upi, lazima ufanyie uchunguzi wa namna hiyo. Jambo la pili, sualu ahli lilmi walikhtisas. Kama huna ilmu, ilmu huna elimu ya kuweza kulifanyia uchunguzi ama kufanyia utafiti habari hiyo, basi hebu nenda kauliza wanazuoni na watu wa fani hiyo ambao wanaweza wakakufanyia ufunguzi wa, wa habari hizo Jambo la tatu, adamu nashir ay malumatin qabla ltakudi, kuto kusambaza kila unachokisikia pasina ya kukufanyia uthibitisho. Jambo la nne, an-nadhar li awaqib al-kalam wa tathiruhu ala an-nas, kutizama mwisho wa ha hayo maneno ambayo utayasema na kuyatawanya habari hiyo, tizama mwishoni italeta athari gani kwa watu? kama lilaleta kheri, kama litakuja na kheri, kama litaleta faida, unaweza ukalieneza, lakini ukishalifanyia uchunguzi. Jambo hili, endapo mimi nikalitoa habari hii, endapo mimi nikaitawanya, italeta fujo, mizozo na italeta ufisadi kwa jamii na italeta fitna kwa jamii na kwa umma na kwa sehemu ninayoishi na kwa nchi niliyopo, usitawanye habari hiyo. Ayuha almuslimuna ibadallah, jambo lingine la mwisho la wajibu kwako wewe Muislamu, pale ambapo unafikiwa na habari, lazima uwastiri Waislam kama habari hiyo inawahusu Waislam, kama itawahusu Waislam, Alafu kisha baada ya hapo itakuja kuleta muonekano mbaya, muonekano usiokuwa mzuri kwa waislamu, kwa jamii ya Kiislamu, basi lazima habari hiyo uistiri, usije ukaitawanya. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatambia: man satara musliman satarahu Allahu yauma alqiyamah.